Kuwa tuna josho yetu kitongoji cha Mfumbi ambacho kipo mbali sana na kijiji chetu, hivyo tulikuwa tumeshatoa maombi. Tulianza na wewe na hatimaye mituambia tuombe halmashauri. Halmashauri walikuja wakatathmini pale mahali na kutuelekeza na wakasema tufanye hatua wa fulani ya uchimbaji eneo la ujezi wa josho, lakini toka hapo walipoondoka sisi tulishaanza kazi ile ya kusogeza mawe, gari lako lilikuja, tulifanya ile kazi na mchanga tumeweka pale, lakini mpaka leo vile vitu sasa, mchanga unasambaa bure na hatuoni kinachoendelea sasa. Hatima yetu kama wafugaji hatujui kwamba lile joshi, je, halmashauri inatusaidia? Maana yake ni kama imetusahau kama wafugaji wa kijiji cha Kitandililo. Kwenye shule zetu huku kuna changamoto, maana warubi nasema elimu ni bure lakini tuna changamoto sisi ya walimu. Walimu ni wachache, kwani sisi wazazi sasa tunawalipa walimu wa kujitolea ili kuweza kufundisha watoto wetu. Sasa swali langu, serikali itajuaje kama walimu ni wachache ili iweze kutuongezea kama sisi wenyewe tumeanza kuwalipa hao walimu kujitolea? Kwa hiyo naomba tusaidie kuweza kupata walimu kwenye shule zetu. Tunaomba kupungusha swala la mawasiliano mnala mnara wetu kule hautusaidii mimi nipo kwenye sehemu hii huyu anayesimamia idara ya maana anakuja kukagua au nasimama ofisini tu na kusema mtaro umechimbwa imesaidiwa tayari imechamaliza je hizi hasara baadaye ikipatuka bila utaratibu itakuwa ni hasara ya nani tutaita serikali au wananchi wanakwenda kuchimba mtaro na kubadilisha magomba au gao itakuwa ni nani maanake unaona magomba yametaibwa lakini hapo ya nje na mwezi wa kwanza, kwa kwa lakini hapo nje. Sasa sijajua mwezi mmoja. Swala la umeme wananchi wa Kitandililo wamekuwa wakiuliza, swala la manunuzi yanatofautiana, shida ni nini? Ikiwa mwananchi mwingine anayemiliki umeme aliingiziwa kwa gharama sawa na mwingine lakini ananunua umeme wa shilingi elfu tano anapewa unit kumi na nne na mwingine ananunua umeme wa shilingi elfu tano anapewa unit arobaini. Shida iko wapi? Na jambo hili wananchi walishawahi kumwambia mheshimiwa diwani, kwamba hawezi kuziona ngazi zinazoshughulika na masuala ya umeme ili kuweza kutoa utofauti huu unatokana na nini? ajili ya kituo cha afya unda, tuliambiwa mwezi wa kumi majibu yametoka kwenye kwenye kituo cha afya, ili tupate wakunga wa kusaidia sisi wa, mpaka leo hatuna majibu. Kina mama bado kwa. Tuna josho yetu kitongoji cha ufundi ambacho kipo mbali sana na kijiji chetu, hivyo tulikuwa tumeshatoa maombi, tulianza na wewe na hatimaye kutuambia tuombe halmashauri. Halmashauri walikuja wakatathmini pale mahali na kutuelekeza na wakasema tufanye hatua fulani ya uchimbaji eneo la ujenzi wa joshi, lakini toka hapo walipoondoka, sisi tulishaanza kazi ile ya kusogeza mawe na lako lilikuja, tulifanya ile kazi na mchanga tumeweka pale, lakini mpaka leo vile vitu sasa, mchanga unasambaa bure na hatuoni kinachoendelea sasa. Hatima yetu kama wafugaji hatujui, kwamba lile joshi, je, halmashauri inatusaidiana? Maanake ni kama imetusahau kama wafugaji wa kijiji cha Kitandililo. Kwenye shule zetu huku kuna changamoto, maana ukarubiwa, nasema elimu ni bure, lakini tuna changamoto sisi ya walimu. Walimu ni machache, kwani sisi wazazi sasa tunawalipa walimu wa kujitolea ili kuweza kufundisha sasa swali langu, serikali itajuaje kama walimu ni washati, ili iweze kutuongezea kama sisi wenyewe tumeanza kuwalipa hao awa walimu? Naomba utusaidie kuweza kupata walimu kwenye shule zetu. Pengine tunaomba kukumbusha swala la mawasiliano na la mnara wetu kule, hautusaidii. Mimi nipo kwenye sehemu hii, huyu anayesimamia idara ya mana anakuja kukagua na kusema mtaro umechimbwa imesaidiwa tayari nichamaliza. Je, yeah, hizi hasara baadaye oma kipaska bila utaratibu itakuwa ni hasara ya nani? Tutaita so, serikali au wananchi? Wanakwenda kuchimba mtaro na kubadilisha mabomba au mgao itakuwa ni nani? Maanake tunaona mabomba tangu jana yametandikwa lakini hajafukiriwa yanatofautiana. Shida ni nini ikiwa mwananchi mwingine anayemiliki umeme aliingiziwa <coughs> kwa gharama sawa na mwingine, lakini ananunua umeme wa shilingi elfu tano anapewa yuniti kumi na nne na mwingine ananunua umeme wa shilingi elfu tano anapewa yuniti arobaini Shida iko wapi? Na jambo hili wananchi walishawahi kumwambia Mheshimiwa Diwani kwamba hawezi kuziona ngani zinazoshughulika na masuala ya umeme ili kuweza kutoa utofauti huu unatokana na nini. Kuna mama bado kutoka mwaka jana tuliongea pat wa kina mama kwa ajili ya kituo cha afya kieunda tuliambiwa mwezi wa kumi majibu yamatoka kwenye kwenye kituo cha afya ili tupate wakunga wa kusaidia sisi siwa ajiu wahivi ndio msimamizi wa mradi wa Kitandililo, na kwa niaba ya serikali, mwaka jana kwenye mkutano nilieleza kwamba mradi huu utakamilika mwezi wa kumi na moja. Ulikuwa ukamilika tarehe thelathini ya mwezi wa kumi na moja mwaka jana, maji yataanza kutoka, lakini kutokana na, na kucheleweshwa kwa mabomba ambayo mkandarasi taka ya mabomba ya razi ya kusambazia maji, kwa maana ya kwamba mabomba ya kutoka kwenye tenki jipya kwenda Uangama, mabomba ya kutoka kwenye tenki jipya kwenda kitongoji cha Mfumi, matenki kutoka mabomba kutoka kwenye tenki jipya kuja kwenye tenki la zamani la Kitandililo. Hizi bomba zilikuwa hazijafika, na kwa nini hazikufika? Ni kwamba serikali ilikuwa haijamlipa yule ambaye anatengeneza zile bomba, lakini sasa imeshamlipa na zile bomba zilianza kufika hapa mwezi Januari mwaka huu, na mkandarasi akakuzana kwa sababu mkandarasi tayari ashashiba mitaa Mkandarasi alishachimba mtaro kutoka tenki jipya kwenda wangama na alishaanza kutoka mtaro kutoka tenki kutoka tenki jipya kwenda mfumo. Baada mvua zile kwanza kunyesha, sehemu nyingine zifikiwa, lakini baada ya kufika zile bomba, baada ya serikali kulipa leo kwaendeleza mabomba na bomba zikasafishwa na kufika hapa Kitandililo, mkandarasi tayari ameshaunganisha zile bomba kutoka kwenye tenki jipya kwenda wangama na ameunganisha bomba kutoka kwenye tanki jipya kwenda mfumi. Bado bado sehemu ndogo tu ya kama mita 1200 kamilisha kwenda mfumi, lakini bomba zake tayari zimefika. Bomba ambazo hazijafika ni bomba za umbali wa mita 730 ambazo za kutoka tanki jipya kuja kwenye tanki la zamani lililoko hapa karibu na zahanati. Bomba nyingine zilishalazwa tayari, na niwashukuru wananchi wa Kitandililo shughuli kuonyesha kuchimba ule mtaro kwenye tenki jipya kuja kwenye tenki la zamani. Lakini hizi bomba ambazo nasema za mita mia 730 ndio hizi ambazo huyu anatengeneza bomba amepewa oda tayari na anaenda kutengeneza baada ya kulipwa hizi fedha ambazo za mabomba aliyoyaleta ya kutoka kwenda uangama ya na kwenda ufundi, na ndiyo maana mnakuta baadhi ya maeneo mkandarasi hajafukia bomba meziunganishi lakini hajafukia, na baadhi ya maeneo yamefukia. Kwa nini? Ni kwamba kuna sehemu nyingine ambazo hajazifukia, lakini hazifukue ili bomba likae chini, na sehemu nyingine sababu ya kuacha kwa sababu hizi bomba za kusambazia maji hazijafanyiwa majaribio ya kupitisha maji. Kwa hiyo unapofungulia maji sasa kupeleka Wangama, kupeleka fundi, lazima weza katokia hitilafu ya bomba kwa kupasuka au viungio vingine kuachia ili kurahisishia kuunganisha tena naoana sehemu gilo kuta ajafukia ajef. mimi ndio msimamizi wa mradi wa Kitandililo na kwa niaba ya serikali, mwaka jana kwenye mkutano nilieleza kwamba mradi ni huu utakamilika mwezi wa kumi na moja, ulikuwa kukamilika tarehe thelathini mwezi wa kumi na moja mwaka jana maji yataanza kutoka, lakini kutokana na kucheleweshwa kwa mabomba ambayo mkandarasi ya mabomba ya razi ya kusambazia maji kwa maana ya kwamba mabomba ya kutoka kwenye tenki jipya kwenda Wangama, mabomba ya kutoka kwenye tenki jipya kwenda kitongoji cha mfumbi matenki, kutoka mabomba kutoka kwenye tenki jipya kuja kwenye tenki la zamani la Kitandililo, hizi bomba zilikuwa hazijafika. Na kwa nini hazikufika? Ni kwamba serikali ilikuwa haijamlipa yule ambaye anatengeneza zile bomba, lakini sasa imeshamlipa na zile bomba zilianza kufika kwa mwezi Januari mwaka huu, na mkandarasi akakizana, kwa sababu mkandarasi tayari ashachimba mitaa Mkandarasi alishachimba mtaro kutoka tenki jipya kwenda Wangama na alishaanza kuchimba mtaro kutoka tenki kwa tanki jipya kwenda mfumo. Baada mvua zilipoanza kunyesha, sehemu nyingine zilifukiwa. Lakini baada ya kusiga zile bomba, baada ya serikali kumlipa ile kwa kueleza mabomba na bomba, zikasafirishwa zikafika hapa Kitandililo. Mkandarasi tayari ameshaunganisha zile bomba kutoka kwenye tanki jipya kwenda Wangama na ameunganisha bomba kutoka mnete, kwa, kwenye tanki ya ndio kimetengewa milioni mia moja hamsini ili tuweze kumaliza ile jengo la mama na mtoto ambayo tunasema jengo pacha, ndio zimetengwa milioni mia moja hamsini Lakini ili iweze kukamilika na kutoa huduma imetoka milioni mia tatu Kwa hiyo tumewasilisha ombi lingine serikalini eh, la milioni mia moja hamsini hiyo bado. Na unajua serikali yetu ni simu itaweza u aidia lakini pale kituo cha afya tujevia kojakaatiji nadhani kuna ujenzi, mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi, kuna kazi inaendelea. Kuna milioni sabini na nane ziko pale, tunajenga nyumba mbili za watumishi ili wawe karibu pale, ambao tunasema tuli imani. Kwa hiyo serikali yetu itakamilisha kituo cha afya na ana mpango ndio ulivyo ambao huko katika halmashauri yetu, serikali yetu imetuletea hela za kununua vifaa, na baadhi ya vifaa vilinunuliwa viko pale, ambavyo tunasubiri tu kishakamilisha jengo, akina mama wote, huduma ya mama na mtoto iweze kutolewa, kwa maana ile jengo ambayo tunasema mipacha kwa ajili ya kufanya upasuaji pamoja na huduma kwa mama na mtoto. Kwa hiyo kishakamilika